Sisi kama wachezaji tumejiandaa, tunajua na mchezo wenyewe. Ujue mchezo sio rahisi, najua, ingawa tulipata matokeo mazuri ugenini, lakini pia tunahitaji kazi kubwa kuifanya kwa mchezo wa kesho. Kwa hiyo sisi kama wachezaji tuko tayari kwa mchezo wa kesho.

Uh, unajua mpira bana, na mchezo ambao wa wazi kama uiangalia kipindi cha pili, pia kuna namna pia nao walikuwa nakuja upande wetu. Kwa hiyo kama sisi team, tunajua washikaji watakuja vizuri kwenye mechi ya kesho, na nadhani pia watakuwa wana cha kupoteza. Kwa hiyo watakuja kwa nguvu kubwa, na sisi pia inabidi tuchukue tahadhari sana kwa mchezo wa kesho. Mbombo. <laughs> Okay. Yes. Ah, kama mchezaji kwanza anakuwa na malengo binafsi alafu malengo ya timu alafu pia kocha pia anakuwa na, na mipango yake kwa hiyo kocha anapokuja anakuja na mipango yake. Maana yake alikupa mipango inabidi tuekeleze mipango yake. Kwa hiyo kwangu mimi kama ambavyo tulianza pre-season, kocha aliniambia kila anachokitaji kwenye timu. Na mimi kama mchezaji pia aliniambia majukumu yangu kwenye timu. Kwa hiyo mimi ninachofanya nafanya kila ambacho mwalimu anataka, ni ananiambia mimi nifanye. Na ndio maana naona kama mara nyingi ananipa nafasi kwa sababu nafuata kila ambacho yeye anataka nifanye. Kwa hiyo kwa mchezo wa kesho pia kama atanipa nafasi nitafanya vile vile anavyotaka nifanye. Uh, sisi kama Yanga ujue, mipango yetu inakuwa vile vile kama wachezaji, kama siku zote tunaofanya kila mechi. Kwa hiyo morali iko juu, nadhani sisi kama wachezaji tuko tayari kwa mchezo wa kesho, na pia tunaomba wananchi, wana Yanga wapenzi wetu, mashabiki wetu waje kwa wingi kesho, waje kutusapoti na najua pia watakuja kwa wingi, kwa hiyo pia itakuwa na nafasi kubwa sana kwao wakija ili waje kuishuhudia timu yao pia.